Karibu tena mtazamaji. na Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amewakosoa baadhi ya viongozi, wanasiasa na mabalozi, ambao walionekana kuunga mkono machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa maandamano ya wiki jana. Kindiki ameonya kwamba usalama wa taifa sharti uzingatiwe, na kwamba serikali haitakubali kutishwa kwa ustawi na usalama wa taifa kwa ajili ya umaarufu wa kisiasa. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikuwa katika eneo la Mitaboni, Kathiani, kaunti ya Machakos, kama sehemu ya msururu wa ziara zake za uwezeshaji. Ni hapa ambapo Kindiki aliwashutumu baadhi ya viongozi aliosema wanajitafutia umaarufu wa kisiasa kupitia kupanga ghasia zilizoshuhudiwa Jumatano iliyopita wakati wa, wa maandamano ya kizazi cha Gen Z. Hiyo siyo demokrasia, hiyo ni fujo Demokrasi ni kujieleza, demokrasi ni mtu kusema mimi na tofautiana na serikali ama kukosoa serikali, useme hii jambo la ufisadi, ili jambo hatutaki. Na kuandamana na kujieleza, ni lazima tutengeneze sheria ambayo itatuelekeza vile tutafanya peaceful and and unarmed processions and protests in our country. Kindiki alisema serikali imejitolea kuhakikisha usalama wa kitaifa. Hata kama hatua hiyo itasababisha misukosiko ya kisiasa. We don't mind if our popularity is affected by protecting Kenya. But we cannot step back and leave this country to anarchists and those people don't believe in the peaceful resolution of national problems. Pia aliwashutumu baadhi ya mabalozi ambao walisema wanaonekana kuunga mkono ghasia hizo, akisema serikali haitafanya mazungumzo pale ambapo visa vya uvunjaji sheria vinashuhudiwa. Kwa hivyo hata nchi zingine ambao wanatuhubiria hapa, kwao ni wakali sana. Ikifika mambo ya usalama wa taifa, hakuna mjadala. Wanasema sawa, muko na uhuru wa kujieleza kuji, kuji, kuji, lakini lazima muwe na amani kuhusu wito wa wadau wa kutaka kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa kujadili matakwa ya jenzi, profesa Kindiki amesema serikali haijafunga milango yake. I am here to confirm to you we are taking that input very seriously, we are listening and we are going to reform as much as we can to make sure we align the governance of this country with the interest of the public, including our young people. Eh, rais wa Kenya amesema hatuwezi wacha constituency yote nyuma whether ilipigia yeye kura ama ikupiga, tutasonga sisi sote pamoja. Msikubali kuambiwa na mtu muende maandamano. John Jacob Kuria, Darubini Shole.